Kwa hiyo kuwekewa mikono ni imani ya kweli au tegemezi? Huu ni utegemezi. Kwa nini? Maanake esi hauna nini, nguvu. Kwa hiyo unategemea mpaka mwingine e, akupe hiyo nguvu, kwa sababu pale kinachofanyika, kinacho pale mm. unabustiwa. mm. Yaani ulikuwa ushachoka, yaani hujiwezi unakula booster <laughs> e, yani, yani, yani. Ushawaza umefika mwisho ushafikiria, <laughs> umefika mwisho, umefanya ume mm. yani, unaona haiwezekani ko, ni ngumu yani, ujui hata uelekee wapi. Kwahiyo pale unaona pale, nikienda pale naweza nikapata nani mwangaza mpya, manake unaenda pale, ukisha pale, ukishaambiwa ambiwa pale, unarudi na nguvu kidogo, nasema kumbe bado naweza nikaishi. Ila kuna watu tunawaona kwamba wanatoa shuhuda kwamba nilienda sehemu, nilikuwa sina kitu kabisa eh. Baada ya kuwekewa mikono, nikafika kwenye gari nikashangaa waleti yangu imejaa eh. Sasa kama wao wanafanikiwa, kwa nini mi nami nisiende kwa mtumishi nami nikafanikiwe kama wao? Mi nafikiri kwa, kwa hilo naweza nikalijibu tuseme, kufupisha ile mada hmm. Nafikiri ingekuwa iko hivo Hmm. Basi watu wote wangekuwa wanaenda wanarudi na, na pochi imejaa. Hawapo wengi wanaosema hivyo. Kwa hiyo kama kuna vipindi unavisikiliza kwenye TV huku kwamba eh, kuna miujiza ndio maana eh. E, nasema kwamba ingekuwa sasa hivi hata labda Tanzania nzima hapa wote tuna hela za kwenda. Kwa hiyo hizo hapo, unaweza nikaacha kama ni ishu za kibinafsi ambazo wanakuwa wanazijua wewe wao wenyewe e, wamefanyafanya vipi mpaka wamefikia hapo, mpaka labda kama ameenda amefanikiwa, hiyo ni ishi yake binafsi, naweza nikamwachia yeye. Lakini mimi nikirudi kwenye uhalisia hapo, itabidi atuambie tu ukweli kwamba imekuaje kwaje mpaka kafikia hapo k. Okay, sawa kabisa. Nashukuru sana kwa majibu yako mazuri ya kutuwezesha kujua kwamba dunia haihitaji watu wanyonge, kwa maana kwamba kwenda kuwekewa wekewa mikono ni utegemezi, na ina maana kwamba wewe mwenyewe huna nguvu za ndani, nguvu binafsi za ndani za kuweza kupambana, mpaka unaamua sasa kwenda, kuwe, kuwa tegemezi kwa mtu mwingine nanda, na hujui nguvu, nguvu, nguvu zake anazokupa ni nguvu, nguvu gani, kwa ni gani? Heri kila mtu akawe na nguvu binafsi ili asiwe mnyonge ama tegemezi la kwenda kwa mtu mwingine wakati Mungu ni huyo huyo mmoja.